Mwaka wa uchaguzi kwa kawaida ni mwaka ambao una vichocheo vya vurugu, una vichocheo vya uhasama. Watu wasiojua kusema huwa wanajua kusema, mwaka wa uchaguzi. Watu wasiojua kusengenya wanajua kusengenya, mwaka wa uchaguzi. Watu wasiojua kuchonganisha wanajua kuchonganisha, mwaka wa uchaguzi. Mwaka wa uchaguzi, kama mwaka mwingine, nao utapita, maisha yatarudi yale yale Mwaka wa uchaguzi nao utafanya nini? Utapita. Maisha yatarudi pale pale. Kwa kila anayekuchochea kufanya vurugu, mwambie mwaka wa uchaguzi nao utapita. Wanabunda, tutabaki tunaitaka amani yetu. Miezi ya kampeni, huu sasa hivi ni mwezi tunaelekea watano, mwezi wa kumi tunafanya kura. Miezi mingapi? Miezi mitano tunaenda kwenye uchaguzi. Tusikubali miezi mitano iharibu amani ya nchi yetu tuliyoijenga tuli, tuli na kuitetea tangu uhuru wetu, sawa sawa, hey. na kila anachokuambia kiongozi wa kisiasa kipime vizuri. Hiyo ndiyo tofauti ya Tanzania na nchi zingine. Kama Mtanzania ama ni Mwislamu ama ni Mkristo anaheshimu dini ya mwenzake. Tanzania ndio nchi pekee ambayo wakati wa Maulidi Wakristu wa wanatuma salamu kwa Waislamu na Waislamu wakati wa Pasaka wanatuma salamu kwa wa Kristo. Tunapendana na ndio maana kwa kweli wale wanaojaribu kufanya tusipendane tunawakasirikia. Umesema tunawakataa eh? Eh, tunawakataa na ambacho nasisitiza kila siku tunapowakataa tusiwakatae kwa hasira, kwa sababu mara nyingi wanaofanya hivyo hawana nia mbaya, ila uelewa wao unakuwa dogo no. na no, tukifanya juhudi ya kuwaelimisha wataelewa. Msijali wanavyokasirika, wanavyotukana, watafutieni muda. Hata kama akiwa ni mwenyekiti wa chama wa taifa, kama wewe ni binamu yake, naenda kumsalimie, mpelekee kambuzi huku unamwambia una umuhimu wa amani ya nchi yetu.